ilifanya kikao cha kusikiliza kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa Mbeere Kaskazini. Kesi hiyo na iliyowasilishwa na wapiga kura na aliyekuwa mgombea wa ubunge Newton Karish inalenga kubatilisha ushindi wa Leo Muthende kama mbunge wa Mbeere Kaskazini kwa madai ya wizi wa kura na kuwahonga wapiga kura. Walalamishi wa kupinga uchaguzi wa Walalamishi Julieta Karigi na Patrick Gitonga wanadai kuwepo kwa utata wa utambulisho wa jina lake kutoka Gietonga, Leonard Muriuki Njeru hadi Leo wa Muthende.

mshindani wake mkuu katika uchaguzi huo Newton Karish pia alipinga ushindi wa Wamuthende akidai kulikuwepo na wizi wa kura na kuwahonga wapiga kura we'll

Akisikiza kesi ile, jaji Richard Mwongo amependekeza kuunganishwa kwa malalamishi yao na kufanywa kuwa kesi moja, na kupewa muda kwa walalamishi kushauriana na kisha baadaye kurudisha ripoti mahakamani.